Amiuu, loza maagano na sipatana la jina la Yesu. Swala la kukubadilishia shalti siyo langu, ni la mizimu. Ngoja niongee na mwasambamba. Utakwenda kulala kwenye jeneza kwa muda wa siku saba. Nimepishana na mama hapo unavyokuja hivi e. <laughs> <asiye minikumbuka. laughs> E, ila kwa hali hii na huu muda tulionao dakika hii, hmm. mpaka wamama wanawafuata kwenye vikao, inabidi wakija hawa ni waruhusu tu uondoke. Hey, maana muda umeenda shikuru. Hey, baba. Endapo mizimu itakusamehe, siku ya saba utaamka na isipokusamehe, itakuwa ndio mauti yako. Kumbuka, hii ni sharti lako la mwisho. Endapo utakosea Hakuna msamate. Chukua

Unaonekana haupo sawa kabisa, alafu siku nzima na kupigia simu haupokee. Ulipatwa na nini? na Dorcas, huwezi kuamini, nakutana mambo mengi sana, lakini kwa sababu tuko wote, haina shida nitakapopata muda mzuri nikitulia nitakueleza ili kwene sawa. So, tuachane na haya. Vipi lakini ukifanikiwa? Ah. Kifupi sijafanikiwa. Ah, yote haya ni kwa sababu ya mchuka jike mchawi huwezi kuamini, kila kitu nachokifanya onekana mchungaji Kenya anaona, anaharibu kila kitu, lakini anyway, nitajua cha kufanya. Hata hivi unavyoniona mimi, leo naenda nyumbani kwetu. Nataka kuondoka niache peke yangu. Mwasambamba kwa alivyo Keni, hata mimi kukaa naye naogopa, alafu inaonekana amejua nimemsaliti, hana amani kabisa na mimi. Dokas. Natamani usiondoke mpaka nimalize jambo langu. Utanikuta nyumbani. Katibu mkuu, kama nilivyokuambia kwamba itabidi mwandikie barua Mchungaji Keni ili achilie sasa nyumba ya kanisa kwa sababu tayari tuna mchungaji ambaye anakuja kufanya replacement kwa ajili yake. Koo, ninaomba umwandikie barua ili ahame kwenye nyumba ile ya kanisa na, na kama unavyojua kwamba sasa mchungaji Keni sio mchungaji wetu tena. Naomba katika barua yako unapoandika isizidi siku mbili tu, isizidi siku mbili au amehama ko. Hicho ndo nilichokuitia samani, sijaweza kuja ofisini kwako kwa sababu ya kazi ni, ambazo zimenitinga shughuli za hapa na pale, lakini ilipaswa nikufuata ofisini kwako. Kwa hiyo utanisamehe, nimekuita mahali hapa ili nikupe hayo maagizo na utekelezaji wa hili jambo. Niombe katibu mkuu uanze mara moja. Asante baba msaidizi, kiukweli hili jambo linalipo ukakasi sana, kwenye hili eneo la kumpa barua huyu Pastor Ken tayari ameshaumizwa sana lakini, pia sijui kama ntakuwa nakosea, utanisamee baba, huyu Pastor Ken ametolewa kwenye ile eneo, lakini ni kama vile taratibu hazijafatwa. Mimi sina muongozo wowote ofisini kwangu. Ni kweli nasikia maneno kwa watumishi, wachungaji wanalalamika, lakini sijapata kithibitisho chochote kwenye ofisi yangu kinacho nionyesha kwamba Pastor Keni ametolewa kwenye uchungaji. Inaonekana kama hili jambo limeenda kwa kihuni, maana halina utaratibu kamili. Sina kielelezo chochote ndani ya ofisi yangu ambacho kinaweza kikamwonyesha Keni hayupo. Sasa hiyo barua nitaiandikaje? Huoni kama tutaonekana hata sisi wengine ambao hatuko kwenye hilo jambo hatujalijua, tutaingia sasa kuonekana utendaji wetu ni mbovu. Kama msaidizi katika kumtumikia Mungu kwa uaminifu, ni kuombe niende nikaonane na Kena nyumbani kwake, sio kumwandikia barua, Baba Katibu Mkuu. Alafu mimi nakuheshimu sana, nakuheshimu sana. Unaposema mchungaji Kena ametolewa kihuni, nashindwa kukuelewa. Hebu rekebisha kauli. Utasemeje tumemtoa kihuni? Alafu kumbuke kwamba mimi ni mkubwa wako wa kazi. Unaongeaje maneno kama hayo? Na ni vile tu mimi nakustahili kwa sababu ni mwanamke. Lakini ningekuwa vinginevyo hivyo ningekuwa mwanaume mwenzangu hapa. Ningekuwa na jambo lingine la kuongea zaidi. Inaonekana mimi siongozi vizuri, eh? Of course mimi sikukuita hapa ili tuanze kufanya majadiliano. Mimi nakuomba fanya nilichokwambia. Utaenda ana kwa ana, utaandika barua, hilo utalijua wewe. Ila mimi naomba baada ya siku mbili Mchungaji Kenya ameondoka kwenye nyumba ya kanisa ili sisi tumweke mchungaji mwingine pale. Alafu mimi nipo ndo kiongozi kwa sasa kwao, naomba tu fuateni maagizo yangu hapa. Na nashukuru. Yeah, <laughs> Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Karibu. Karibu. Karibu. Amen. Amen. Hii safari ilikuwa ni ya kwa. Karibu katibu. Nimeona kama unataka kutoka. Nilikuwa nataka kutoka lakini hakuna shida. Tunaweza kurudi ndani. Asante, nashukuru. Maongezi yenyewe sio marefu sana. Okay. Mimi mwenyewe kuna sehemu nilikuwa na wai na baba msaidizi Siya, kuna taarifa natakiwa uzipate lakini zisikushtue ni utaratibu tu wa utumishi na utendaji wa kazi ya Mungu pia. Sawa. Nashukuru. Taarifa ni kwamba kwa sababu ulishapewa barua ya kwamba sio mtumishi tena, kwa hiyo ina maana hata sehemu unayoishi anatakiwa aje akae mtumishi mwingine ambaye atakuwa hapo. Kwa hiyo ni ombi tu kwamba kama itawezekana kwa uharaka kabisa, ikimpendeza Mungu, ndani ya siku hizi mbili, huo umeweza kuachia nyumba ili mtumishi anayekuja kuhudumu mahali hapa aweze kufika mahali hapo. Wakati ni utaratibu wa kanisa letu siku zote um. Lakini mimi niseme jambo pasakenu, usiofe wala usifadhaike moyoni mwako. Mungu yuko pamoja na wewe, kwa kuwa umeanza kumpenda lazima akuokoe. Tumeambiwa tushukuru kwa kila jambo, kwa hiyo hata hili pia natakiwa tumshukuru Mungu kusaidia. Mungu akusaidie, Mungu akutie nguvu na nikutakie utekelezaji Mungu. Basi, sawa nikuwa na safari zangu, lakini kwa taarifa hii na maana siwezi kuendelea na safari zangu ndani, mm, niende na maandalizi Amina. Mungu akubariki sana na Mungu akutangulie. Amen. Amen. Basi, una siku njema. Asante. Moyo, Moyo wangu nauma. wangu

niakanisani kanisani, kanisani? Yeah. Tangu asubuhi nipo hapa mmewangu nilikuwa kanisani, kama uniamini, utapata shida sana. Judi, usidhani sina taarifa zako, una siku ya tatu haupo mundani. Sikufikiria kama utanidanganya ila tambua taarifa zako zote inazo. Mume wangu, nimekwambia nilikuwa kanisani. Kama huniamini basi, kanisani siku tatu ndio. Kama uniamini basi naileni. Utakwenda kulala kwenye jeneza kwa muda wa siku saba. Endapo mizimu itakusamehe siku ya saba utaamka, na isipokusamehe, utakuwa ndio mwanzo wako. Kumbuka hili ni sharti lako la mwisho. Endapo utakosea, hakuna msamati. Mbona ujeja kazini? Umekaa huku unaangalia maji, hii ina maana gani? Ndugu yangu, hakika dunia imenielemea. Wewe unatambua, ni siku kadhaa sasa sikuwepo. Unafika kutoka safari cha ajabu, naambiwa mke wangu ana siku ya tatu hayupo nyumbani. Naambiwa alikuwa kwenye mkesha kanisani. Sasa iniingia akilini mkesha siku tatu? Hapana. Ndio hili linanisajabisha sana, na ndilo linalonipa masikitiko hapa unaponiona. Umeenda kwa mchungaji wake kumwambia? Simfahamu mchungaji wake Mchungaji wake mimi namfahamu anaitwa Mchungaji Margaret. Margaret. Ndio, kama uko tayari nikupeleke, nikupeleka ukaongee naye. Kama unamfahamu, basi naomba ufanye hivyo, basi hamna shida. Wakati mwingine kuongea ni dawa. Sasa ulikuwa umekaa kwenye maji huko. Umepata jibu kweli? Eh? Sikuona suluhu zaidi ya hili, yule ni mke, sikuona suluhisho, nikaona ni bora nije nitazame uumbaji wa Mungu, na hii ndio ilikuwa dawa pekee, nisingeweza kubaki nyumbani <laughs> Masesa, my friend, twende kwa mchungaji wake, kila kitu kitakuwa sawa. Minio sawa. <laughs> Hakika, huu ndio uumbaji wa Mungu. Nimetazama maji, miti na nyasi zilizopo eneo hili, sasa nahisi na amani moyoni mwangu. <laughs> Masesa, naam, huyo ndio Mungu. Mungu ni fundi na ni fundi kweli kweli ameumba vitu vingi sana. Kuna miti, kuna, kuna maji, kuna misitu, kuna milima, kuna mabonde. Hivi vitu alivyoviumba ni kama dawa sometime, ukiangalia tu vile vitu unakuta unapona. Sioni haja ya kupoteza muda, nahitaji nimfahamu Mchungaji Magreti. Anaweza akanipatia majibu yaliyokuwa sahihi kuhusu mke wangu.